Wilaya ya Kati, mwakilishi mkuu kutoka Umoja wa Mataifa Bi Ana Senga amesema kila mradi wa maendeleo unahitaji taaluma ili uweze kuhakikisha unaleta maendeleo mazuri kwa wananchi, hasa wale wenye kipato cha chini. Hamiswali anaeleza akifunga mafunzo ya siku sita kwa watendaji wa wizara ya fedha juu ya usimamizi wa mradi na makubaliano yaliyofanyika Jambiani. Bi Ana amesema miradi inayoendeshwa chini ya wizara ya fedha itakuza uwezo kwa watendaji, kwani elimu anayoipata italeta maendeleo makubwa kwa jamii na taifa kwa ujumla. Amewataka watendaji hao kuwa na mashirikiano na kuwa tayari katika kuimarisha miradi hiyo ili kufikia malengo ya milenia.

just and inclusive societies. Kamishna wa fedha za nje, wizara ya fedha Zanzibar, Bihindi, ametoa shukurani kwa wafadhili wa mradi huo UNDP, na kuwaomba kuzidi kuwasaidia ili kujenga uwezo wa kuweza kutekeleza majukumu yao. Mafunzo tuliyopata kwenye, mae, kwenye maeneo ya usimamizi na miradi na makubaliano yatasaidia utekelezaji wa kazi zetu kwa ufanisi na wele, na ni weledi kwa idara nyingi za serikali. Akitoa shukurani kwa serikali na shirika la Umoja wa Mataifa kutoka wizara ya fedha, ndugu Khatibu Muhamed Khatibu amesema elimu hiyo itawasaidia kuongeza uwezo juu ya kazi zao.

Walioshiriki wa mafunzo hayo wameelezea jinsi walivyofaidika na mafunzo hayo. Yaliyotolewa yatatusaidia na tutaweza kuyatumia katika kazi zetu za kawaida, na mambo mengine ambayo, kama mambo ya procurement contract management, ambayo kwa kweli, kama wizara ya fedha hatufanyi moja kwa moja, lakini vitu ambavyo vinatujitokeza sana katika kazi zetu. Kwa hiyo itatusaidia katika kuyafahamu haya mambo na kuweza kufanya kazi zetu kwa ufanisi zaidi. Nimepokea vizuri na tumeweza kujifunza mambo mengi ambayo yanaendana na niche ya kazi zetu. Mapema washiriki hao walikabidhiwa vyeti na mwakilishi mkuu kutoka Umoja wa Mataifa Zanzibar Bi Anna Senga. Nikiripoti kutoka Jambiani ni mimi Hamiswali wa ZBC.